Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo tuko hapa kwa ajili ya kupa update kuhusiana na vitu ambavyo amevizungumza, huyu hapa si mwingine bali ni Ostaz Juma na Musoma. Eh bwana, kama unavyoelewa kwamba Ostaz Juma na Musoma amekuwa ni moja kati ya watu ambao waga wanapenda sana kuzungumza eh, baadhi ya vitu negative kumuhusu Diamond Platnumz na this, eh, na this time around Eh, ni kwamba ni the same kwamba Ostaz Juma bwana amemsema tena Damo Planums na sasa hivi bwana amemhusisha umo umo pia uh, Ibra. Maana tunafahamu kwamba sasa hivi bwana kumekuwepo na ukaribu kati ya Damo Planums na Ibra. Uh, Ibra msanii ambaye alikuwepo katika record label ya Konde Music Worldwide, yani Konde Gang, Ibra ambaye ametolewa kimuziki na Harmonize Konde Boy. Na kitu ambacho kimefanyika sasa hivi ni kwamba inafahamika kabisa wazi kwamba Ibra bwana amejitoa katika record lebo hiyo na pia vile vile kumekuwapo, kuna ugomvi au hakuna maelewano mazuri kati ya Ibra na Harmonize Kondeboy. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, hivyo ndivyo situation ilivyo. Kwa, kwa ujumla, ni jambo ambalo eh, limewashangaza watu wengi sana kuona kwamba Ibra ametajwa, ah, kwamba ni miongoni mwa watu ambao wamekutwa na vitu vya namna hii. So kwa kifupi ni kwamba Ostaz Juma bwana ameelezea, akiwa anadai kwamba kitu ambacho kimefanya eh, Diamond awe karibu na Ibra ni ile situation ambayo Ibra alizungumza akidai kwamba Harmonize alishawahi kumtaga chumbani. Sasa, kwa mujibu wa Ustaz Juma na Musoma, anadai kwamba hicho ndo kitu ambacho kilichomfanya kilichomfanya Diamond na yeye pia awe karibu na Ibra akiwa anadai kwamba bwana ee, Ibra bwana, kuna vitu ambavyo vimehappen ambavyo ni vyeusi na mambo mengine mengi sana ambayo ameyazungumza Ostaz Juma na Musoma kumuhusu Ibra, hususan baada ya Ibra kuonekana kama vile kwa namna moja au nyingine amekuwa katika bifu zito na Harmonize. Lakini pia vile vile amekuwa akimsema vibaya mno Harmonize katika kila interview ambayo amekuwa akiifanya. Lakini pia vile vile amekuwa akifanya, ukiachana na interview ambazo anamsema vibaya harmonize Tumemwona Ibra akiwa yuko karibu mno na Diamond Platnumz na mpaka tunakumbuka kwamba kuna hii posti ambayo Ibra aliposti picha ya Diamond Platnumz katika ukurasa wake wa Instagram alafu kisha akaandika pale kwamba eh, aliandika Ibra asante, yani alimshukuru Diamond Platnumz. Sasa kutokana na posti hiyo ni kwamba Ustaz Juma ameulizwa kwamba Je, yes, sababu ambayo imepelekea Ibra kufanya hivyo kuposti picha ya Diamond Platnumz na kusema kwamba asante alikuwa anamaanisha nini au kuna kitu gani ambacho kimetokea kati ya Ibra na Diamond Platnumz mpaka kupelekea Ibra eh, kumshukuru Diamond. So, hilo ndo swali ambalo Ustaz Juma ameulizwa na limeenda viral kutokana na majibu ambayo yeye ameyatoa <mulia> Sasa kwa mujibu wa majibu ya Ustaz Juma alichokisema, bwana yeye alisema moja kwa moja kwamba kaliwa mkia. Sasa hatujajua kwamba exactly alikuwa anamaanisha maanisha nini, lakini hilo ndilo jibu ambalo amelitoa Ustaz Juma baada ya kuulizwa kwamba Ibra amemposti Diamond na kumwambia asante. Kwa nini amefanya hivyo, kumwambia asante ya nini? Ustaz Juma ndo akajibu hivyo moja kwa moja kwamba kaliwa mkia. Hebu msikilize. Kaliwa mkia. Ya yeah, so hayo ndio majibu ambayo aliyatoa uh, Ostaz Juma na Msoma anadai kwamba Ee, kijana bwana ameliwa mkia. Sasa watu na wadau mbalimbali hapa katika comment section bwana wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na majibu ambayo ameyatoa Ustaz Juma na Msoma. Ee, kuna mtu kuna mtu hapa amekuja amecomment ameuliza kwamba kwani huyu baba Diamond alimkoseaga nini, interview zake zote lazima amseme Diamond. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana huyu mzee mbona anaheshimika sana, lakini yeye mwenyewe anashindwa kujiheshimu. Eh, kuna mtu anasema bwana, hii nchi ina watu waovyo kweli kweli. Kuna mwingine hapa amesema kwamba bwana, hiyo yote ni husuda tu, baada ya kijana kufanikiwa. Kuna mtu mwingine amesema bwana da, huyu mzee bwana eh, tukimuwai huyu anaweza akapona, maana bangi anazovuta zinampeleka porini. <tune> Kuna mwingine hapa amesema kwamba huyu mzee kwa nini anazungumza vitu kama hivi? Kwa kifupi, ni kama vile anamdhalilisha kijana ambaye ni kama mtoto wake. Ya, so hivyo ndivyo reaction ya wadau mbalimbali, lakini pia vile vile kuna peji nyingi tu zimekuja kuripoti kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo Ostaz Juma amevizungumza. Maana wakati anazungumza hayo yote, kuna muda mpaka alikuwa akilia, yani huyu Ostaz Juma eh. Kuna wakati alikuwa mpaka analia eh, wakati anazungumzia hilo swala akiwa anadai kwamba eh, kijana bwana ameliwa mkia. Meona bwana Ustaz Juma alikuwa mpaka analia, jambo ambalo kiukweli limewashangaza watu wengi sana. Hata Mr. Pimbi naye pia ameposti kipande cha hiyo interview wakati Ustaz Juma anasema kwamba kijana ameliwa mkia. Sasa kwa mujibu wa Mr. Pimbi, ameposti hiyo interview alafu akaandika kwamba huu ni udhalilishaji uliopindukia, tunapaswa eh, kuchambua mziki na sio kukashifu watu na kuwadhalilisha kiasi hiki. Kwa mujibu wa Mr. Pimbi, yeye bwana hajapendezwa kabisa na kauli ambayo ameitoa Ostaz Juma na Musoma baada ya kusema kwamba kijana ameliwa mkia. Kwa mujibu wa Mr. Pimbi, amedai kwamba huu ni udhalilishaji, watu wanapaswa kuchambua tu mziki, lakini hupaswi kutoa maneno au kauli za namna hiyo. Akaendelea hapa Mr. Pimbi akidai kwamba akaendelea hapa kusema kwamba bwana huyu Ibra ana familia, kuna jamii iliyomzunguka pia vile vile, haya maneno ni makali mno. E, kama Harmonize anaona ni sawa e, kuzungukwa na mtu kama huyu, basi huenda ndiyo sababu hata yeye pia watu wanamshusha vyeo. Huwezi kuwa unam, unajitamba e, kwamba ukakubali kuzungukwa na mtu kama huyu hiyo ni kwa mujibu wa Mr. Pimbi. Ameonyesha kabisa dhahiri shahiri kwamba yeye kwa upande wake bwana hajapenda kuona hiki kitu ambacho kimetokea. E, jambo la kuonekana kwamba Ustaz Juma anamzungumzia Ibra, hivyo ni kitu ambacho hata yeye pia Mr. Pimbi hajafurahishwa nacho. Kuna wadau pia hapa katika comment section wamekuja kushauri. Kwa mfano huyu hapa anaitwa Willy Platinum anasema kwamba huyu mzee inabidi achukuliwe hatua haraka sana. Kuna mwingine anasema, bwana huyu jamaa bwana anazingua kweli, imekuwaje? anazungumza vitu vyeusi. Kuna mtu mwingine anasema kwamba bwana, miji tu mingine eh, ni kama vile hawana akili timamu. Ya so hiyo ni reaction ya baadhi ya watu kuhusiana na kile ambacho amekizungumza Ustaz Juma na Musoma eh, kupitia ukurasa wake wa kupitia kurasa za Instagram ambazo zinaonyesha baadhi ya interview ambazo amezifanya hivi karibuni. Ukiwa kama mdau, weka nawe pia maoni yako katika comment section katikatoku, tukisoma na ku-reply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.